Mtazamaji, hivi unajua kuwa umbali wa kutoka Dodoma kwenda makao makuu ya mikoa inayozunguka Dodoma una uwiano karibu sawa? Ndiyo, umbali kutoka Dodoma kwenda Singida ni kilomita 245, kutoka Dodoma hadi Babati Manyara ni kilomita 257, kutoka Dodoma mpaka Morogoro ni kilomita 259, na, na kutoka Dodoma hadi Iringa ni kilomita 264. Hapo ni sawa na masaa manne mpaka manne na nusu hivi kutoka Dodoma kwenda hizo sehemu nilizokutajia. Sasa Dodoma ni jiji, na hivyo kutoka Dodoma pia kwenda majiji mengine kwa kiasi kikubwa kuna uwiano Mfano, Dodoma mpaka Arusha ni kilomita 425, sawa na Dodoma hadi Dar es Salaam ambayo ni kilomita 451. Pia Dodoma hadi Tanga kilomita 588 inawiana kwa ukaribu na Dodoma mpaka Mbeya kilomita 594. Hata hivyo, Mwanza iliyoko kilomita 701 kutoka Dodoma ndio kuna umbali mrefu kidogo kulinganisha na majiji mengine. Dodoma ni makao makuu ya nchi na serikali kwa sasa; iko ikulu, bunge na ofisi nyingi mno za serikali. Ukienda Dodoma, usisahau kunibebea zabibu. Kwaheri kwa sasa.